Hello guys, habari ya asubuhi, habari ya mchana, habari ya jioni na habari ya usiku. Ni mimi mama yenu Official underscore Angela na leo <laughs> nimekuja na hadithi ya Kiswahili yes, yes. Leo nataka hata mamangu akikaa nasikiza ajue kile ninachoongea, so karibuni kwa stori yangu <laughs> guys, karibu kwenye hadithi nyingine ya kusisimua yenye mafundisho na maumivu ya mapenzi. Mm-hmm. Leo tunazungumzia kijana ambaye alipenda, Lakini hakujua kwamba mpenzi wake alikuwa na siri ya kutisha. Yes. Katika kijiji kimoja, aliishi kijana mmoja aliyekuwa amepata mpenzi. Mm. Na kama mapenzi mapya yalivyo, siku zake zilijaa kicheko, matembezi marefu na hisia tamu za kuwa na mtu maalum <laughs>. Lakini hakujua kuwa mpenzi wake alikuwa na siri ya ajabu na ya kutisha, mm. Kila jioni kijana huyu alikuwa akimsindikiza mpenzi wake hadi nyumbani kwake. Kama kawaida, village life eh, maisha vijijini, vijana wanapenda kusindikizana sana, wa wa na, tena wazazi huwa wanajuana <laughs> Ilikuwa kama desturi kamili ya mapenzi. Alijihisi kama mwanamume wa kweli, akimhakikishia usalama wake hadi nyumbani. Lakini jambo la kushangaza lilianza kumtokea kila alipogeuka kurudi nyumbani hmm. kila mara mtu asiyeonekana alianza kumrushia mawe kutoka gizani. Mayo yalikuja kwa kasi yakipiga kwa sauti na kutisha sana mm. Mwanzoni alidhani ni watoto wasiosikia yes, alidhani watoto wasiosikia yes, au ni wanaume ambao wana wivu ambao hawakumtakia mema mm. Hiyo ndi ilikuwa mawazo yake. So alikuwa anataka kumtishia achane na ule msichana hmm? Lakini kwa vile jambo hilo lilizidi kujirudia kila wakati, mara nyingi, unaona, akaanza kuogopa safari yake ya kurudi nyumbani. Akawa na hofu nyingi, ni nani huyu ambaye anamitendia juu <sighs> bado hakuwahi kumshuku mpenzi wake hata siku moja mm -mm. hakujua ni yeye mm -mm. Usiku mmoja moyo wake ulijaa hamu ya kujua ukweli. Baada ya kumsindikiza kama kawaida, hakurudi nyumbani. Badala yake, alijificha kwenye vichaka karibu na nyumba ya huyo mpenzi wake. Hmm? Alikaa kimya akingoja kuona ni nani alikuwa akimrushia mawe kila usiku. <laughs> Shock of the day. <laughs> Dakika chache baadaye, macho yake yakashuhudia kitu kisichoelezeka. Mpenzi wake mwenyewe alitoka kwa, kwa kujificha, akachukua mawe na akaanza kuyatupa kwenye njia ambayo alijua huyo kijana ameendea ama amepitia. <laughs> Mwili wake wote ulitetemeka, ukweli ulimchoma kama radi. Mpenzi wake alikuwa mwanga, hmm, mtu ambaye hufanya mambo ya ajabu gizani, hutupa mawe na kuwatisha watu katika vijiji. Akiwa ameumia na kuchanganyikiwa, alitoka kwenye maficho yake, macho yao yakakutana. Lakini maneno hayakuhitajika. Usaliti na hofu ya kile alichogundua vilitosha kumaliza uhusiano wao papo hapo. Na ndiyo, uhusiano uliishia hiyo siku, uhusiano wao uliishia hiyo siku <laughs> kuanzia hiyo siku, kijana huyo alibeba somo moja tu: Sio kila kitu kilicho gizani ni cha kawaida, na wakati mwingine mtu unayempenda ndiye anayebeba siri nzito zaidi. Asante kwa kutazama hadithi hii. Usisahau kusubscribe guys, kwa hadithi zaidi za maisha, mapenzi na mafundisho ya kweli. Tafadhali andika maoni yako, ungefanya nini kama ungemgundua mpenzi wako ni mwanga wa usiku. Ungefanya nini? Ni mama yenu Official underscore Angela or F with Angela. <laughs> And guys, be blessed. and please don't forget to protect your heart. take off your heart. Linda moyo wako, mtunza moyo wako, be blessed, barikiwa.